Hii ni Bugoma TV. Habari Habari ofisi hii ambayo ninaikabidhi le kwenu leo ni waombe sana itunzeni vizuri ili iweze kuwa na ubora wake huo huo kwa miaka mingi lakini jambo lingine katika kuitunza ni waombe sana ofisi hii iwe ni mwanzo wa makundi yenu haya kuendelea kushikamana zaidi kushirikiana zaidi kushauriana zaidi kupendana zaidi na kuhakikisha mnapata maendeleo na mafanikio yaliyokusudiwa. Matarajio yangu na matarajio ya wenzangu serikalini ni kuona kwamba uwepo wa jengo hili ambalo Mheshimiwa Rais alileta fedha kwa ajili ya ujenzi wake na halmashauri kaongezea na sisi tukachangia, lakini kubwa zaidi malengo ya Mheshimiwa Rais sio kuleta majengo haya na uwezeshaji wote huu tutazamane tu hapa halafu tuendelee hivyo hivi. Hapana, malengo na ninaomba myatimize malengo haya, ni kuhakikisha kwamba uwepo wa ofisi hizi pamoja na samani zitakazowekwa, iwe ni mwanzo wa kukuza biashara zenu na kukuza shughuli zenu za kiuchumi. Naomba msiendelee kubaki hivyo, kukaridhika, kukaridhika kwamba wewe umeajiriwa, we na mtu fulani amekupa chombo chake cha usafiri, unaridhika tu kwamba maisha ndio hayo hayo. Hapana, naomba mtoke kwenye fikra hizo, mwende kwenye fikra za kupata nyinyi wenyewe kumiliki vyombo vyenu kwa ajili ya shughuli za kibiashara, kumiliki mitaji toshelevu kwa ajili ya biashara ndogo ndogo. Tunachotaka kuona, tunachohitaji kuona mnakuwa kama vile mtoto mdogo anavyokuwa anazaliwa, akare baadaye anakaa, anatambaa, anasimama, anatembea, anakuwa, anakuwa yako, mnazungumza, mnaelewana, mna lipo, na akili, baadaye anakuwa rafiki yako, mnazungumza, mnaelewana, mnacheka. Hivyo hivyo na nyie, niombe kwenye shughuli zenu za kiuchumi, mkue, msibaki hapo mlipo, tunataka kuona mamilionea wakitoka katika makundi haya ya wajasiriamali, maafisa usafirishaji na maafisa wafanyaji biashara ndogondogo. Kila jambo ni malengo, na malengo mnayo, na mimi nawaongezea. Kama kwenye fikra zako ulikuwa unafikiria huwezi, Naomba kwanzia dakika hii jiambie mwenyewe kwamba naweza kumiliki chombo changu, naweza kumiliki biashara yangu, na nitapanda kutoka mfanya biashara mdogo mdogo kwenda kwa mfanya biashara ishara na Mwenyezi Mungu amesikia, hilo linawezekana kwa sababu sera na mazingira mazuri yamewekwa na serikali yenu na yataendelea kutekelezwa kuhakikisha hilo linafanyika. Unachotakiwa wewe ni kuzichangamkia changamkia hizo fursa ili uweze kwenda sambamba na serikali yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa ofisi hii ya machinga unatekelezwa chini ya usimamizi wa usimamizia halmashauri ya Mpanda inayoongozwa na mkurugenzi mahili ni Sofia Juma Kumbuli mkua mkua kwa ku, kushirikiana na ofisi ya mkoa mkoa wa Katavi, ikiwa lengo kuu ni kuboresha huduma za utawala bora, kuratibu na kusimamia, kuratibu na kumelisha usimamizi wa wafanyabiashara wadogo ndani ya mkoa wa Katavi. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mradi umeanza umehusisha ujenzi wa jengo la ofisi ya umba viwili, ukumbi mmoja wa vikao a mikutano, umehusisha ujenzi wa vyoo vya wanawake, vyoo vya wanaume, vyoo vya watu wenye mahitaji maalum. Ofisi imekamilika kwa asilimia mia. Jengo hili lina miundombinu mbalimbali ikiwemo miundombinu ya maji, umeme na fenicha za ofisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa ujenzi wa mradi huu wa ofisi ya machinga na wafanyabiashara ndogo umegharimu jumla ya shilingi milioni 26, kati ya hizo fedha kutoka serikali kuu ni milioni kumi, shilingi milioni tatu mchango wa wanufaika wa mradi huu, na shilingi milioni kumi na tatu imepata ndani ya halmashauri ya manispaa Mpanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa ofisi unatarajia kuhudumia kwenye biashara zaidi ya elfu kumi na mbili ndani ya mkoa wa Katavi kwa kuwaleta kwa pamoja kwenye biashara hawa, kudumisha ushirikiano miongoni mwa makundi hayo na kutoa huduma bora kwa jamii ndani ya mkoa wa Katavi na taifa zima kwa ujumla. Serikali ya mkoa huu imetuheshimisha sana na sisi, naomba tuwaheshimishe. Naomba tutoe ushirikiano kuanzia kwa kwa wako awilaya na hata ofisi ya mkoa mkoa ambao hawalali wala hawasinzii wakituazia meza na sisi tutashirikiana kwa kila jambo, lakini kwa upendo mlioonyesha kwa kujitoa mlikotuonyesha, kwa kutujali mlikotuonyesha, sisi tutawaombea kwa Mungu na siku moja Mungu atawakumbuka. Ndugu zangu wafanyabiashara ndogo ndogo wote wa mkoa wa Katavi, ofisi hii tumejengewa na mheshimiwa rais akitamani na ana matarajio makubwa sana kwetu ya kwamba tutoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi ni waombe makundi yote, hii ofisi si ya kundi moja wala makundi mawili, makundi yote yaliyosomwa hapo kwenye hotuba, wasusi, washonaji wa mafundi wote wale, maafisa usafirishaji, bajaji, bodaboda, ofisi hii tunawakaribisheni sana. Tarehe 29 ni tukio kubwa tukio la kitaifa hilo, tunaenda kukuhakikishia sisi maafisa usafirishaji bajaji ali maarufu kama bajaji, tunasema Oktoba 29, tunaenda kumheshimisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya. Hatuwezi tukamwangusha. Hii ni Bugoma TV habari.